Bwana, wa... Familia mashariki mwa DRC, Jumanne ya wiki hii zilizika wahanga wa shambulio lililoua takriban watu kumi na watatu huko Bukavu, huku jamaa waliokuwa na huzuni wakiisihi serikali kuhakikisha amani na usalama. Majeneza kumi na mawili yalionekana yakiwa yamepangwa katika hospitali ya mkoa huko Bukavu <tinyo> Misalaba midogo ya mbao yenye majina ya marehemu pamoja na tarehe ya kuzaliwa mahali pa kuzaliwa na siku ya kifo iliwekwa mbele ya jeneza. Watu hao waliuawa katika milipuko miwili iliyotokea katika mkutano wa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda ambao wameuteka mji huo. Eh, Bwana uliye peke yako mtakatifu Kulingana na Dunia ya Masumbuko Bwenge aliyeteuliwa na M23 kuwa makamu wa gavana wa jimbo la Kivu Kusini ni kwamba idadi ya waliofariki kutokana na milipuko ya Februari 27, sasa imeongezeka hadi 17. <apples> Idadi iliyoripotiwa hapo awali ilionyesha kuwa watu kumi na watatu walifariki papo hapo, kumi na mmoja wakifariki wakati wakiwasili hospitalini na watu wengine wawili walifariki kutokana na majeraha. Bado haijafahamika ni nani aliyehusika na milipuko hiyo iliyotikisa Bukavu siku kumi na moja baada ya M23 kuteka mji huo. Wapiganaji wa M23 pia waliteka mji mkuu wa Kivu Kaskazini, Goma, mwishoni mwa Januari kama sehemu ya upanuzi wa eneo la kundi hilo tangu lilipoibuka tena mwaka 2021. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasi Mwanjiro.